Injini pia sisi wanaume tunazulumiwa, tunazulumiwa hey, kwa sababu we una, una bibi una bibi wewe una we bana, lakini wakati yule mwanaume eh, anafiliwa haitwa mjani hiyo question. Alafu njini mwanamke hata hata wapi aki, aki, yani akifiliwa na mume, huyu ni mjane anataka kusaidiwa na watoto. Alu. Je, na mwanamume yule mwanacha wapi na wewe mwenyewe. Na mwanamume yule ile bibi amekufa anaacha watoto, lakini mwanamke akija utampati ya pili. Sisi wanaume saa hii kuenda na nyumba hatuna sauti, pa nyumba yetu hatuna sauti, basi wanawake ndio wa kuwa mbele. Wakati tunazungumza kidogo naona manuka anakuwa mke juu, ukimgusa basi anaenda kusaidia sauti kina mama yeah. Sasa unaona sisi wanaume tunapigwa ndani ya nyumba, kelele. Yule yule yule mume anakuja anapiga